Kizaazaa hiki kilisimamisha biashara katika mji wa Wote, wakazi wakiacha biashara zao kuja kushuhudia sinema hii. Mhudumu wa vyumba vya kulala katika jengo hili akieleza kuwa wawili hawa walikodisha chumba cha kulala jana jioni, ambapo asubuhi ya leo walipatikana wamekwama katika tendo la ndoa. Kutoka wakarudi tena nikawambia chunge masai na inaisha Nino. Nino. Wakaniambia wanao wanatoka, mi nikakojaa, wamalize shughuli ndioni n nyumba nitengeneze nyumba sa kuingia. Ndio hivyo tu, shida sikuiona juu walikuwa wametoka, wakaingia tena. Waliniambia wanatoka na hmm. wakaingia ndio wato? watoke duguye mmoja wa waathiriwa akisimulia kuwa kakake alimpigia simu kumjulisha yaliyompata akitaka usaidizi wake. Aniambia kuna maneno yamefanyika. Nikijaribu kumuuliza ni maneno gani aniambie. Lakini akaniambia kumekuwa ni kubaya nikuje. Kuja nimuokoe. Na nikakuja nimefika ndio. Nikaonyeshwa ni wako mlango namba tano. Nimegonga mlango nikabisha, nikabisha, hakuna mtu anafungua. Sasa nikabisha nikasukuma mlango kumbe hakuwa amefungua. Ingia ndani ya room, napata kila mmoja analia, kila mmoja analia, hakuna mwenye anaongelea. Sasa hivi kasemekana... mwenye bibi amepatikana na anabudu, ambapo venye walikwama, kila mmoja alipigia watu wakawa wakawa open, huyo wetu akanipigia haya. Huyo mwanamke naye kabidi akapigia bwana yake, akamwelezea venye venye kumenda. Sasa sinasikia bwana akwapo, ndio wabebu wapeleka kwa daktari, aende afanye ile maneno yake yenye ya alifanya. Ai, daktari wa kienyeji mama Kawesi alifika katika hospitali ya rufaa ya Makwene ambapo anasema alitumia nguvu za kienyeji kutenganisha wawili hao, shughuli ambayo ilitatiza kwa muda huduma ya matibabu katika hospitali hii. Ilibidi maafisa wa polisi kuingilia kati, huku umati mkubwa wa wakazi ukipiga kambi nje ya hospitali hii wakitaka kujionea sinema hii ya bure. Faustin Kameti K24 Makueni.